Mheshimiwa Rais ameelekeza tarehe tisa hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha hiyo Desemba tu, na gharama ya fedha ambazo zilikuwa zitumike kwenye sherehe, ameelekeza ziende kutengeneza miundo mbinu hii iliyoharibiki. Kuanzia leo sekta zinazohusika mkae, mratibu fedha zile zote ambazo zilikuwa ziende kwenye sherehe. Mheshimiwa Rais ameelekeza ziende kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Ofisi ya Waziri Mkuu, uratibu sera na Bunge pamoja na, na sekta zinazohusika li ratibuni hilo ili maelekezo haya ya mheshimiwa rais, fedha hizo ziende haraka zikarejeshe miundombinu, zirejeshe zanati zinazotakiwa kuponya maisha ya Watanzania. Tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika, na mimi niungane na mheshimiwa rais pamoja na waheshimiwa mawaziri waliotangulia kusema na wasemaji waliotangulia kutoa pole kwa wale wote walioathirika na tukio hili, pole sana. Tumeza mkaliona jambo rahisi tulimetokea Tanzania, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kampiringo kadogo ka uchaguzi, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamfiringo kadogo ka vyama ka ka vya siasa. Mimi niwaambieni, nimekuwa mtukutu wa kufuatilia mambo ya ya, ya, ya panafrikanisi tangu harakati zile. Nilizifuatilia za mataifa kuanzia yale yanapata uhuru na yalipopata uhuru na jinsi yalivyoenda. Fuatilieni niwaombe, Watanzania tuwe makini, tuilinde nchi yetu. Vijana wa kitanzania tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, na niwaambie wana Dar es Salaam, Tanzania si mali ya serikali wala Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama za siasa wala si mali ya serikali, ni mali yenu ya Tanzania. Tanzania ni mali yenu ya Tanzania. Nimefuatilia tukio na nimefuatilia hapa nilipopita, ni ngumu kuamini kwamba hayo yametokea nchini kwetu, na baadhi ya watu wanachukulia kama mviringo kadogo na mene. Ukisema hawa wamechoma tu miundombinu, miundombinu hii si mali ya serikali, inaitwa miundombinu ya umma. Hii si mali ya serikali, na hata palipoharibika, mtajinyima tena tukarekebisha. Mulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii. Hii si hali ya kawaida. Hakuna fedha inaitwa fedha ya serikali. Fedha ni yenu Watanzania. Ndio inayofanya maendeleo yake. Asa, sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi wengi, na wengi wao hawako ndani ya inchi hili jambo ha. Hamjaona hata viongozi wakiwa wale pale, kiongozi wa chama cha siasa yule pale yuko na, na, na kamati kuu yake, wako, wako halijawaka hivi, wanaoshabikia wengi hawako hata hapa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Chamsa TV tafadhali, bofya neno subscribe na gonga alama ya kengele ili kupata habari na matukio mbalimbali yanayotokea kila juma. Chamsa TV daima, tunakujali.